Zipo sababu ambazo zimesababisha au zimepelekea matukio kama hayo yatokee, kwa sababu so binadamu kwa asili yake ni kiumbe cha amani na utulivu, lakini pindi binadamu huyo anapopatwa au anapogundua kwamba haki yake imeporwa au haki yake inaelekea kuporwa, binadamu huyo anaweza akabadilika na hali ya utulivu na amani ikatoweka kwake. Sasa, kilichotokea Oktoba ni funzo kwetu na matatizo ya muda mrefu ambayo yanahitaji hatua za dharura, hatua za kati na hatua za muda mrefu kuzitatua, kwa sababu unapokuwa katika taifa ambalo lime, linakuwa na sonona, sonona ambalo limesababishwa na mambo mengi ukienda kwa vijana ambao wamemaliza vyuo mbalimbali ambao hawajapata kazi, wengine wana miaka kumi, wengine wana miaka zaidi ya kumi, na wanatoka katika familia duni, hawana chochote na wamesoma, na sasa wako mitaani, wengine wakilazimika kutembeza labda karanga za elfu tatu mtaani. amesoma amesoma kwa mateso, na akiwa na matumaini kwamba kesho yake itakuwa bora. Anamaliza chuo, anaanza kukaa mitaani bila kitu chochote, anapata sonona. Mtu wa namna hii, kijana wa namna hii, endapo atapata labda kusikia au akashawishika, ni rahisi sana, kutokana na hali yake kukosa amani na utulivu, na kuweza kufanya chochote ambacho kinaweza kikaja mbele yake. Tunao vijana wetu wamemaliza la saba, tunajua wamekwenda wapi, hawakufaulu kwenda sekondari. Tunao vijana wetu ambao wamemaliza fom 4 au wengine katikati hapa, wameanza fom 1 hawakufika fom 4 hawakumaliza, wako wapi? Nani anajua wanafanya shughuli gani? Uchumi gani ambao unaweza ukawakomboa kundi lote hili linapata linasumbuliwa na sonona, sonona ya maisha, sonona ya uchumi, lakini tunayo sonona ambayo imesababishwa na kutopata mifumo yetu ya utoaji wa haki. Kuna watu wamedhulumiwa haki zao na pindi wanapokwenda kwenye vyombo mbalimbali vya kutoa haki, wamekuwa wakikosa hizo haki wanabaki na msongo wa mawazo wanabaki na chuki moyoni. Tunao watu wamedhulumiwa ardhi zao makundi kwa makundi. Kuna jamii kwa mfano jamii ya wafugaji ambao wamehamishwa wamehamishwa wameondolewa kwenye wamenyang'anywa maeneo yao, nao wanasonona, wana, wana msongo wa mawazo kwenye maisha yao tuna kundi la kwenye mfumo wetu wa siasa ufanyaji wa siasa. Hapa ndipo ambapo sasa ni mfumo vile vile. Tujiulize, mfumo wetu wa ufanyaji wa siasa nchini Tanzania umesababishaje au unaendelea kusababisha madhila gani, msongo kwa kiasi gani kwa wanasiasa na kwa wananchi? Yote hiyo inatengeneza msongo wote huu ambao ni so, aina mbalimbali ya sonona ambazo nimezieleza: sonona ya kiuchumi, sonona ya kisiasa, sonona ambayo inatokana na watu kukandamizwa na kukosa haki zao, sonona ya watu kutokuwa na imani na vyombo vinavyotoa vyombo vya usalama, vyombo vinavyotoa vyombo vya utoaji wa haki, mahakama, polisi na kadhalika. vyombo hivi angalia kwenye utendaji wa serikali, viongozi ambao wamepewa dhamana wananchi wanawaonaje? Vijana wanaonaje maisha yao leo hii? Mtu anachaguliwa anateuliwa kuwa waziri, baada ya miezi minne maisha yake yamebadilika, amekuwa na ukwasi wa hali ya juu, wanawaringishia watu mali zao. Tunaona watoto wao, ndugu zao, maisha ambayo viongozi wanaishi yanajaza chuki, yanajaza sonona kwa watu.